Halo. Mambo? Poa mzima. Bila shaka naongea na hawa eh? Aa, sasa ee, mimi, mimi ni dada yake Kipimo ee, kakaangu amenipa namba yako akasema huyu ndo wifi yangu ninaimpenda. Eh, sasa mi kaniambia tu niongee na wewe kwa sababu kakau kaniambia ana mambo mengi sana anataka kufanya na wewe. <coughs> nilikuwa naomba tuonane ili tuongee vizuri, sinajua tena kwenye simu eh, eh. Ehe, wapi? Ah, eh, nakujua huko kwa bondeni kidogo. Basi sawa, saa ngapi takuwa free? Basi sawa, ifi yangu mzuri mzuri e. Aya, baadaye tangia tukunibia ifanya wajanja kunizidi

Ya una hata aibu muone, uso ulivyo mpalama kama chapati zokoza mafuta. Nataka kijola changu mwezi ah, mzima. Nimekuwa zima kijola kaniambia kimeungua, alafu leo nakiona kizima kabisa ichapo. We, dada, nataka usiniletee upuuzi. Nataka kijola changu nini kitu tunaibisha, hata kitu gani nitakuaibisha? Kwa kweli ujue Aya, vua, vua. Kijola, shingapi, shingapi? Unanidanganya mimi? Mwezi mzima alafu unaniuliza ukijola shingapi? ungekuwa na hiyo pesa ya kununua cha kijola ungekuwa shakinunua. Nakwambia kijola changu nakitaka, unavua, mpumbavu asimdatea uchizi mimi nishavuruga siku nyingi, ujue shavuruga. Nataka kijola changu sawa, mimi sijakataa. wewe ni udugu wangu Wewe mimi hapa nishahurugwa, nawaambieni, msijifanye mmejifunga makanga yo, yani nikaogopa? Si siwezi kuwaogopa bwana. Gani? Bwana yupi? Yupi wewe? Bwana yupi? <coughs> <coughs>

natamani ni mngate shingo, ni mnyonyi damu ijaisha. Ha, ijaisha wee, wee, ah. Isho, masho, na nakwambia, hii haijaisha, haijaisha kabisa. Anichukuliaje? Ananichukuliaje? Ah. mimi mimi, kama shuga yangu, a, umenisaidia leo, yani ningekuwa peke yangu, sijui hata kama ningeweza ule mtiti. Na yeye umelegea. Yaani, umeregea ni sijapata kuona kabisa, mi na vinyana kama vile mi ndo mwenye mume. Mbona unaniangusha shoga yangu, mama Alvin, unaniangushaje mimi? Nimeuamba ugomvi kutoka huko, nimekuja nimekutia mshamsha, umejaa unafika, unakutana na yule chope afu mjitulenye hata haina maana, linakupoza linakupozaje, mama Alvin? Wewe jamani, shoga yangu, mi shuli nakuachia wewe maana mimi saa nyingine hizi sijazoea. Lakini wewe mtiti najua una uweza. Utazoea lini shoga yangu utazoea lini kuchangamka ndo huku. Wewe kumwacha mumeo umesema uwezi. Kumpigania mumeo pia usiwezi. Wewe Marvin ni vipi wewe? Yaani ana kuzani vona ulivyokuwa umempania umempania kiukweli na nakwambia na haijatosha. Nataka tuje kumkomesha yule, tumkomesha mpaka dunia ione chungu. Nichomfanya bado akijatosha. Nakwambia hivi. Hili halijaisha na mimi ndio shu, yani shumazee ndiyo mimi. Huu gombi nimeununua wewe, kama huwezi mimi, uyo uyo. Ndo nitakuwa yani, huyo huyo, baba alipo ndo atakuwa mume wangu mimi sasa. Maana yake hata mimi nitakachomfanya, yani sitokubali kabisa. Wewe uyeni... anakulataje njaa yule sope Yaani ile mtu alizeruza uso alizeruza. Yaani alielewa kile kiko kwenye mfumo gani? Anakulataje njia mtu mzuri kama wewe? Mtu umegawanyika vizuri, umekaa vizuri, shop yako na namba nne unaeleweka hata ukivalitoka unaeleweka. Lile tukunyema lile pale limekatwa kama liputo limekaa katu. Anakuchezeaje Mama Alvin? Jamani mimi nasikia hasira. Hasira, shoga yangu, mimi kesi kuachia wewe. Yaani kama mzigo nimeutua kwako. Uchukue ubebe kama wako. Nimeisha hilo, dada. Mwanamke? Mwanamke nyaye eleweki mbele wapi nyuma wapi? Yaani sija hata kichonizidi ni nini? Au yule wao upendo umekuchanganya? Eh? Naona mnataka munge kitu cheupe kingine mlete albino, si ndio? Sikiza nikwambie vizuri. Yaani katika vitu ambavyo umekosea kwenda kuchagua yule mwanamke. Alafu kwa taarifa yako hata hakujui. Yaani yule hanaizikana kabisa ana wanaume kibao. Yaani sija hata ni wa 100. Ha! Mwanaume hivi, hujui kama kuna maradhi? Una mtoto mdogo pale, unataka mwacheje? Afu mwanamke ni mpumbavu, yaani kila nikirudi nyumbani ni tarala, tarala, kama nimewasha redio. Hivi wewe hivyo siku hizo na nini, yaani kila napoingia mwanamke mwanamke mwanamke. Yupi mwanamke yupi unaoongelea wewe? Kwa hiyo mi mpumbavu eh? Yaani baba vini, nakujua vizuri sana wewe, yaani unafanya makosa afu unakataa Yaani unajua kabisa hapa nimefanya kosa ili nimwepuke huyu mwanamke lazima nikatae. Unataka ushahidi? Nakuuliza unataka ushahidi? Tulia. Yaani mwanaume ndio umeshinda kutafuta. Hebu acha makelele, leta huo ushahidi yule. Eh, nakwambia umeshinda kutafuta wala na kiwa nzuri huko. Wewe sema mtu wa ni kabisa yule. Eh? Huyu ni nani? Eh? Huyu si ni wewe huyu. Eh, una unatoa na hela kabisa hapo. Eh? Bisha. Aliyerekodi hiyo video ni nani? Nakuuliza aliyenipiga picha ni nani nani? kama siwa kutengeneza nataka kumjua huyo paparazi ambaye yeye ana idhini ya kumpiga picha mtu bila ruhusa yake. Hajui kama kumpiga mtu picha bila idhini yake ni kosa kisheria. Kwa hiyo sasa hivi umenichoka, unatafuta maiti, unaenda kwenye AI unawapa picha yangu alafu wanatengeneza video za kipuuzi. Si ndiyo? naona huyo ni mimi, sio picha yangu pale, ile imetengenezewa motion pale, nimevaa nguo hizo. Hiyo video imepigwa ni na aliopiga ni nani? Anataka kumjua huyo aliopiga, ambaye yeye ana ruhusa ya, ya kumpiga mtu yoyote picha au kumrekodi bila idhini yake. Wewe paparazi ni nani? Nakwambiaje? Yaani watu watakunyima kula. Nimekwambia toa loki, nataka niangalie hiyo video, ni ya kutengeneza kwenye AI au ni kweli ni ya kurekodi? Hasa unaondokaje? Eh? Umemwona kabisa pale mtoto joto limepanda. Afu wewe unaondoka mwenzangu. Basi rudi tumpeleke mtoto hospitali. Hivi unajua mwanamke ni mpumbavu sana. Yaani nipo nyumbani pale uongee chochote. Nimetoka tunaanza kukimbizana kimbizana mitaani. Hasa wewe mpumbavu unahusiana na nini? Nimekwambia kabisa tokea ndani. Mtoto anaumwa na joto kali. Umenyamazia kimya, unaondoka. Hasa hiyo maana yake nini? Mrudi bwana, tumpeleke mtoto hospitali. Kamle panadol asishe joto. Malvini mia tano kweli? Hasa mi mia tano namnunulia nini hapa mtoto jamani?

Shuu, hapa nilipo nimechanganyikiwa vibaya mno. Yaani mwanangu avini ni anaumwa, joto limepanda hilo halafu, babake, namwambia kabisa, mtoto anaumwa, tumpeleke basi hospitali. Hiti ananipa mia tano. Jamani, hizi mia tano mi itanisaidia nini? Lakini nimevurugwa. Ah, kiukweli hata sielewi Unajua, kwenye maisha unaweza ukamwona mtu anaishi halafu ukamwona eleekeleweke, yaani ukamchukulia kawaida, unaelewa. Lakini katika kitu ambacho kinanifanya mimi nisiolewe na nifanye mapenzi, yaani ni kama biashara, hicho ndo cha kwanza. Sisi mwanaume unaoa mke unaeka ndani, hana biashara, ana mtoto, yaani kabisa Wanaume Mungu awasamehe yaani, Mungu awasamehe kabisa. Yaani baba Alvin, mtoto anaumwa, anaacha mia tano ambayo hata bodaboda tu wa kukuchukua kupeleka hospitali hawezi, na bado ni mke wa mtu, yaani kabisa. Naye ya anakaa kabisa kwa wanaume wenzake, anasema na mimi nina mke nyumbani, anatoka asubuhi, anakuaga, anaenda kazini, anarudi, wewe ndo unafua. Wanaume wamerogwa na nani? mpaka damu yake yenyewe pia anakutesa wewe. Sawa, mmekutana huko bwani, mpaka mtoto wake mwenyewe hasa, na tofauti gani na mtu ambaye ametelekeza mtoto, mtu ambaye amekimbia majukumu yake? <coughs> Mama, hivi ndo maana anachukia ndoa, ndugu yangu. Wani, usinione niko hivi, ukaniona vile, naingia natoka, nina sababu. Ila sawa, nimekusikia, ngoja nione, nitakutafutia sponsor. Mwanao ataenda hospitali hata usijali, hospitali tu kwenda utibiwa kununuliwa dawa chakula, ayo, ah, yote anapata yani, zote anapata, sio so, shida zake ana yani, kutafutia sponsor ambaye atamhudumia mwanao freshi. Wewe mwenyewe pia ukiumwa, atakuhudumia ataku, ataku, ataku, hata ataku, mumeo pia aloshindwa na majukumu pia akiumwa, anaweza akamhudumia. Hizo sio shida zake yani. Hicho ndio kitu ambacho nitakusaidia, sijali yani. Kiukweli shu, mimi nilikuwa sitaki kabisa, sitaki kabisa kufanya hili jambo, lakini kwa ajili ya mtoto wangu mi nitafanya chochote kile. Huwe naomba tu nisaidie shoga yangu nao, au ndo wanawake wako tayari kufanya chochote kwa ajili ya watoto wao, ndo watu pekee ambao wanajua uchungu wa watoto wenzetu. Aswaa pole kupali

wakisha achana, mimi nitakuwa ni rahisi kumpata yule mwanamke hivyo. Utakuwa na mwanamke, afu mpendi mwanamke, humjali mpaka anapauka kiasi kile. Hebu acha mambo yako, mimi elfu ishirini sio tatizo. Misha kwambia elfu ishirini sio sio kesi. Sasa sikiliza, mi nakupa elfu thelathini shu, kazi yangu naomba ifanikiwe. Yani sasa nikwambie, mm -hmm. Napa sasa, kwanza <coughs>

Hey, halo, ay, niaje freshi? uh-huh. Yani eh, sa skia mwanangu, hapa mchongo umetiki, yaani hapa unateleza tu kama gandalandizi. Sasa sasa namba, unisikilize vizuri tulia, sa nikupe mpango vipi. Skia sa yule demu yule, mwanaye hapa anaumwa na bwanake, ndo kama hivyo ataeleweki tu nini? Yani, mimi ndani ya dakika chache nitakuwa nimeshafika hapo. Ambacho huelewi ni nini, na mshamba na, e, wewe kuwa na amani, hilo jambo limeisha, niachie mimi yani yaani hapo, ukitaka kumteka zaidi, humpeleke zile hospitali loko, mara mapokezi, mara hivyo, ajishangaa umezunguka, umezunguka, umetokea barabarani. Wewe uh, unaenda kwenye zile hospitali, ukifika pale, naomba kuongea na dokta. Mtoto anakabidhiwa tena kwa kwa, kwa, kwa kwa daktari wa watoto bingwa, anakabidhiwa, mambo yanaenda kabisa poa, dakika sufuri nitakuwa basi, unyama. Aa, aa, poa poa, haina noma. Mimi nimechoka mi hi. Naisi, haina haja ya kukuteza muda tena, kwa sababu tayari nimefika. Yule mtoto minko anataka tumpeleke pale Masaki, kuna hospitali moja pale nzuri sana, iko so expensive, Yani tukimfikisha pale atapatiwa huduma nzuri na huduma zake zitakuwa za haraka. Nina imani mtoto atakaa sawa. Sasa hakuna haja ya kuendelea kupoteza muda, wewe uende ukazungumze naye, umwambia mwandae mtoto hicho. mm, cha msingi cha msingi ulichokiongea yani kuhusu kumpeleka hospitali nzuri, ambayo hospitali yani yenye hadhi, unajua aaya haiwezekani eh, kabisa uende hospitali ya loko kabisa, uanze kutembezwa mara ndamapokezi kalete sijui hichi karete hichi karete hichi, ainakwa ipendezi ila kifika kwenye zile hospitali hizo, japokuwa sijui hapo Masaki, lakini hiyo neno expensive kidogo limenishawishi kwa hiyo hicho ndo cha msingi cha kufanya. Sema fre, ngoja nikamwite. Okay, sawa.

hivyo kadogo dogo, kwamba wewe ni mmekariri kwamba mwenye hela ana kitabu cha kufutia simu no? Yani hivi unavyomuona na usmart wake na handsome boy wake, ana hela ile kondo. Huyo hapo ni tuache ujinga wote, ndio huyo hapo wewe. Shiwe wewe usimpeze kwa mitoka tujuzi hapa hama kwa lu shambani mzigo. Sasa hapa kinachokuhusu nini? Mtu wangu, kinachokuhusu nini nilisha kutambulisha? Yaani nilisha kwambia, si kwamba wewe hapa ni bwanangu. Sikia nikwambie. Wewe focus na matatizo yako. Yaani hapa kinachokuleta hapa ni shida zako, koma nazo. Yaani acha kuangalia sijui nani alipita, nani alienda, nani alirudi. Focus na matatizo yako. Labda mimi naomba nizungumze kitu. Kwa sababu tayari nimefika Sahivi hatutaki kujua nani ni nani au nini alifanya nini. Mimi nachokitaka wewe, nenda kamwandae mtoto, umweke vizuri, nataka tumpeleke hospitali. Sioni kama ni busara mtoto amelala ndani anaumwa, alafu nyie mmerelax tu. Inakuja hiyo kweli, sio picha nzuri. Kinachotakiwa we mwandae mtoto tumwaishe hospitali. Kuna hospitali moja ni nzuri sana, tukimpeleka pale atapatiwa huduma nzuri tena ya haraka na mtoto atakaa sawa. Kweli kakaangu, utanisaidia? Ndio, mimi nipo hapa kwa ajili yako. Asante eh, sana kakaangu moja. Basi mi ngamchukue mtoto ili tuwai Ah, <gutu> <tapusypti> <tapusypti> <tapusypti> <tapusypti>

yaani maana ingekuwa sio wewe, yani sahizi sijui ingekuwa nasema nini kuhusu avini. Yani shukrani zangu zote zimekuja kwako. Huyo ndo mimi shoga, ukweli sio shoga minjino, kukinuliana tu, lakini kwenye manufaa watu waambiani. Sasa shoga yangu utulie, ng'ang'ania dada mpaka shida zako ziishi. Upo? <laughs> lakini siiko vizuri halafu unajua mi na wasiwasi sana baba, hivi akija kujua itakuwaje? Kwa hiyo utamwambia, maanake mi kumwambia siwezi. Yule bwana mmoja kumwambia hawezi, nataka kumwambia, si ndio? Wewe kuna kuna ndevu <laughs> ah. <coughs> um, anajali niimi furaha yangu, tukumwona mtoto wangu anaendelea vizuri, anacheza anakula. okay. <laughs> na sisi kidogo hata ni

Bwana anamwaga hela yule. Au wewe hujaona? Wewe hujafurahia ulivyoenda kwa hospitali? Shoga ni hela. Sasa dada, jitulize. Ah, ka shwa shwa. Yapa mtakula, nikicheki hivi kimeona nasema mmm. Hii hata kana kumwambia mtoto ametumba inatoka hapo sikula. Shoga ng'ang'ana, ng'ang'ania, ng'ang'ania dada Purusa, purusa, purusa unavyojua we, shida zikutoke, shoga yangu. Ha, basi mimi ndo nimekuja kukwambia hivyo, shoga yangu. Unaweza kumwangalia hicho kimgonjwa changu uko ndani